Well, so hello guys and Eid Mubarak for everyone mhm, mm, naambia unakula idi yako ukiwa wapi? And then idi hii imekuwa bana, ni idi ya baraka, you know yes. Na izungumza hii kutokana na chats ambazo zimepostiwa na Resty Bora katika akaunti yake ya Instagram kwamba Niffer amemfuata na kumwomba msamaha. So as for now we are speaking, Niffer pamoja na Resty Bura wameamaliza and it's all fine kwa upande wao wote wawili you know, na let me read the uh, chats ambazo zimepostiwa na Resty Bura, ambapo Resty ali ameonekana kwamba yeye ndo alimtumia message Nifa. Akamwandikia, I find a peace to forgive you in my heart so for real I was hurt but as a Christian woman I forgive you. Yani kwamba nime, nimeona kama napata amani katika moyo wangu nikikusamee na mimi kama mwanamke wa Kikristo nimekusamee. And then Nifa aka reply akaandika, I'm so sorry sis I really really mean it, sitaki tena kabisa kabisa kuwa kati ya watu unaowachukia, and thank you so much for this actually Uh, the best gift for my 26th birthday. Nikikukosea ni please niseme tu unavyoweza, just niseme tukiwa wawili, mimi naelewa, na huwezi amini, mimi sikufanya kazi na Lunak sababu nilijua nyie ni marafiki And then Resty akamwambia kwamba mimi sio mtu mbaya kwa wanaonijua, uliniumiza sana, ukaidharau biashara inayonipa ugali tena baada ya makubaliano. And then Niffer akamreply akaandika, and congratulations on your baby and new house. And then Niffer akamwambia I'm sorry, ila I really, I'm sorry I made you feel that way. Akaandika any Anyways, let me say this today I'm so sorry for what I went down and missing understanding zote. Uh, licha ya yote, mpaka leo sikuchukii, it's part of life, najifunza na kuendelea mbele maisha hayasimami, we have to move forward. Kwa biashara ipi ya kipindi kile? Ok sawa, so that's it eh? Hiyo ndo uh, ujumbe ambao Restibura, ame ameuposti and then akaandika mimi na Nifa tumeshamalizana tofauti zetu, maisha ni kuishi bila vinyongo. Happy Eid, fam. God is good. Umeona, and then posti nyingine aliposti ya Nifa ambaye akaandika, habari, naomba username ya hao wanaodai kama na wananidai akawa ameshare hiyo namba. Of course kuna watu ambao walikuwa wanalalamika kwamba Niffer anawarusha ana hela zao and something like that, so akawa ametoa hiyo namba, imradi watu ambao wanaomdai Niffer wamfate inbox and then Niffer aweze kuwalipa so it is what it is. So Idi hii imekuwa njema, imekuwa ni ya baraka, kwa sababu we all know vuta nikuvute za Resty bura pamoja na Niffer, most especially Niffer alikuwa haongei, lakini I mean, Resty bura alikuwa anazungumza mara kwa mara kwamba ni kwa kiasi gani Nifa amemuumiza. So what's your comment about that? Kuhusiana na hii issue ya Nifa pamoja ni na Rest Bora? Safari sana akisoma comment yako mtza kuisha De la Cruz. And of course eh, hii ni B+ trending.